Utajisikiaje ukijikuta ukiwa ndani ya wodi maalumu ya watu wenye matatizo ya afya ya akili wakati huna tatizo hilo bali umepelekwa humo kimakosa? Nchini Uingereza, msichana aliyekuwa na matatizo tofauti ya kiafya alijikuta amelazwa kimakosa katika wodi ya watu wenye matatizo ya afya ya akili. Msichana huyo anayefahamika kwa jina la Kasiba alikaa kwa miaka mingi katika hospitali ya wagonjwa wa afya ya akili. Wizara ya afya ya Uingereza ilithibitisha tukio hilo na kueleza kuwa msichana huyo alichukuliwa akiwa na umri wa miaka saba na sasa ana umri wa miaka hamsini. Msichana huyo ambaye anatokea Sierra Leone alilazimika kukaa miaka ishirini na tano katika kifungo cha upweke akiwa amewekwa katika eneo la watu ambao wana matatizo ya afya ya akili hadi ulipobainika ukweli, jambo ambalo limesikitisha watu wengi. Kasiba alipoteza uwezo wa kuongea na hakuwa na familia ya kumsaidia kujadili hali yake ya kiafya, jambo lililomwathiri kisaikolojia. Taarifa ya wizara ya afya ya uingereza kwa vyombo vya habari ikiwemo BBC ilieleza kuwa hali ya watu wengi wenye ulemavu walioko katika hospitali za wagonjwa wa afya ya akili haikubaliki na kuna haja ya kufanyika ufuatiliaji na marekebisho ya sheria za afya ya akili ili kuzuia tatizo hili. Wanasaikolojia wanaeleza kuwa ilichukua takriban miaka tisa kumwondoa Kasiba katika mazingira hayo baada ya kubainika kwamba hana matatizo ya afya ya akili. Takriban watu elfu mbili wenye matatizo ya usonji na ulemavu wa kujifunza bado wapo katika hospitali za magonjwa ya akili nchini Uingereza. Hata hivyo, jambo la kusikitisha ni kwamba takriban watu mia mbili kati yao ni watoto ambao wana matatizo lakini, ambayo si ya afya ya akili.